Hapa ni mahali pa usafi kwa bweni hili la huku na upa, bweni hilo tulilotoka sehemu yao ni hapo nyuma tu, na hii sehemu ina sehemu mbili, kuna hapa na unaona hapa napanda nini. Kwa sababu gani pamejengwa hivi? ni kwa sababu ya kumfundisha mtoto kazi. Haina maana kwamba kwa sababu ni yatima basi asijitegemee. Haiwezekani, yatima ni mtu kama mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo tunapoanza kufua hapa, ni mahali pa mtoto hile kumfundishia kufua, na kipimo chetu ni hapa. Kama ana uwezo sasa, anaweza ikafika hapa, maana yake anaweza kufua hapa Sorry, hapa ni mlezi, hapa ni mtoto, kwa sababu pako juu. So naona eh? hmm. akipanda hivi panaongezeka kidogo hmm. Kwa hiyo wakati mimi ninafua hapa nguo, namfundisha na mtoto kufua na, uh, umri ambao tunaanza kuwafundisha kwa mfano wale wadogo wale hmm. mtoto mdogo mwenye miaka mitatu mama akiwa anafua naye anaenda kufua si ndio? hmm. Kwa mama mnafahamu kwa hiyo unampa ndawea Anamwambia unaona, hapa ndio, hebu sugua. Anasugua analoana ndio, lakini na we uko hapo, si unafua? Kwa hiyo mara nyingi tunafua nao hapa, lakini hao waliokuwa sasa, ndio sehemu yao ni hapa na hapa. Kwao anapotoka shule, nguo za shule wakishavua, moja kwa moja zinakuja hapa, mlezi anafua na mtoto anafua hapa. Hatuna ile kwamba mlezi anafanya kazi zote, mtoto amekaa ndio, baadaye mtoto anakuja kuwa mkubwa hajui kazi mm. Ambayo mara nyingi wanaambia hata wamama nyumbani, kwamba usimfanye mtoto wako anapotoka shule kila kitu, dada okota soksi za mtoto, dada hmm. Sijui kina hiki, unatengeneza bomu ambalo baadaye huyu mtoto atashindwa yeye mwenyewe kujitegemea, na unakumbuka wawo, kwamba sio jiwe, kuna siku takuwa haupo mm -hmm. Lakini kama umemfundisha maisha, atakuwa anafanya kwa lile bweni la chini tumetoka na boisi wadogo, na wenyewe tunawafundisha hivyo hivyo. Ni wa kiume lakini wanajifunza, anajua kama nikitoka shule begi langu niweke wapi, hapo sijui nguo zangu chafu hapo, viatu vyangu hapa vina, vinasafishwa hayo ndio maisha yetu hapa. Hongereni mm -hmm. sana. Yaani, itakuwa mngekuwa pia na kituo cha kusaidia kulea wazazi wanaoshindwa kulea watoto, hicho mnaweka ada, lakini <laughs> alafu <laughs> ile ada inasaidia wengine. Mi nawapa wazo kwa wale kwa kwa wale kwa wale kwa mpaka kuna watoto wana wazazi hawaishi maisha mazuri kabisa. Mungu akubariki, kila kazi unafanya ni nzuri sana. Kuna mtoto hajaionja usafi kama na mama na baba kabisa. Umefanya kazi nzuri na mambo, nikawaambia nini, nikawaambia kwa ikiwezekana waanzishe <laughs> na hata wenye wazazi ambao hawawezi kulea watoto waje, lakini wao wanalipa ada. Ile ada tena itasaidia kwa kwa wao wenzetu kupata mahitaji, kwa sababu mnalea watoto vizuri sana, hawana stress. Kazi hii ni kubwa

Hii ni rehabilitation room no, hii ni first aid room, na hii hapo ni rehabilitation room <coughs> sorry. Kwa maana gani? tunapoletewa mtoto au tunapokuwa tumemchukua kutoka yale mazingira, mazingira magumu, kwa hiyo watoto unakuta watoto wengi wanakojoa kitandani. Sasa mtoto anapokuwa anakojoa kitandani, usikimbilie moja kwa moja kumchapa, lazima kuangalia vitu vitatu. Huyu mtoto inawezekana ameathirika kisaikolojia na hofu, kwa maana ya kwamba alipokuwa mdogo hakuweza kuenda chooni, labda choo kiko mbali, kwaio anapostuka usiku ni giza na mazingira hmm magumu ya watoto ambayo wanatoka. Lakini inawezekana jambo jingine, ana UTI sugu, hajapata matibabu kwisha kuwa sugu, na mama hajui au bibi hajui lakini ya tatu inawezekana, labda amezaliwa na ma um, um, um, ulemavu misuli yake ya kubana pengine iko loose. Sasa tunachokifanya sisi tukimpata mtoto ambaye ni kikojozi au anaikojoa kitandani, cha kwanza tunampeleka hospitali kuangalia, je, ana matatizo hayo matatu akikutwa kwamba hana UTI sugu madaktari wakamcheki wakaona yuko vizuri na nini, basi tunabaki na swala moja la kwamba ameathirika kisaikolojia yeah. Na vitu vile vinaweza vikamfanya mtoto akaathirika kisaikolojia, kwanza anachapa sana, akikojoa tu amechapa. Lakini mtoto kukojoa kitandani ni kosa la nani, la mlezi au la mama? Kwa sababu mtoto anapozaliwa, mtoto mchanga, mtoto anazaliwa yeye hajui, sio kikojozi. Kwa nini nasema hivyo? Mtoto mchanga akijikojolea ukiwa umekapakata kanalia, akalia mama, mtasikia kanalia, na mtasikia mama anasema, hebu mwangalie kama amekojoa. Na ukiangalia kweli ni pabichi, ukimbadilisha ule mtoto kimya, ananyamaza. Sasa mama pengine wengine ni wazee wazembe au namna gani, na bahati mbaya, mimi nasema ni bahati mbaya kwa sababu tunawaanzishia watoto pampasi wakiwa bado wadogo. Kwa ile toilet, toilet training ambayo mtoto akilia akiwa mchanga unambadilisha haipo. Mm. Sawa kikojua sipakavu sababu, mm, haathiri chochote. Mm. Unakuta kwamba sasa mpaka linajaa kabisa ndio mama analibonyeza limejaa, ni kweli, anatoa. Lakini je, mtoto huyu hapa hajajifunza kitu? Unakuta mtoto anavalishwa mpaka miaka mitatu. Me, hamjapatiwa toilet training. Nakumbuka wale wazee wa zamani kakiamka tu katoto anakafanyaje? Anakaweka kwenye miguu hapa, na Mungu jinsi alivyoumba yule mtoto anakojoa, alafu unakaogesha, unakavalisha, unakalisha hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa mtoto anakuwa pengine hakupata hiyo stage. Inapotokea tu kwa kikojoa tu, fimbo kwa, kwa nini mekojoa kitandani? Kwa nini? umemfundisha nini mtoto aache kukojoa kitandani usiku? Wao umelala fofofo, kumwamshi lazima atakojoa kitandani kwao. Tunachokifanya sisi, tunapompata huyu mtoto, baada ya hizo check up na nini, atalala chumba hicho mlichokiona, kitanda kiko hivi yeah. oui. cha na mtoto na mlezi, naangalia huyu mtoto anakojoa saa ngapi, nijue huyu huwa anakojoa saa saba ya usiku kwao. Mimi saa saba ya usiku lazima ni mwamshe, kwa muda wa mwezi mmoja nitakuwa namwamsha kuifundisha kui akili kuamka Sa saba saa saba hivo oh, okay. E, ko naafundisha akili kuamka. Mwezi wa pili namwambia yeye aniamshe, aniamshe. Nachua kiko hapa tu, mmekiona kiko hapa ndani kwa aniamshe, ukisikia mkojo uniamshe sawa. Saa saba ya usiku ataniamsha, aya mm -hmm. meamka yetu ndio anaenda mwenyewe sasa Ameniamsha eh, anaenda mwenyini. Bwana Yesu asifiwe. mm. Baada ya mwezi wa tatu tunamuunganisha na wenzake bwenini. <laughs> <laughs> mm. Uh, yule mtoto anawacha kujikojolea kabisa maisha yake yote. Yani suala ni kwamba brain, umeshafundisha akili, ubongo kwamba saa zile lazima utaamka. <laughs> <Mato>, tu <zibito. laughs> anaenda uwane kwao, unaona kabisa kwamba mtoto anakuwa amejua Amen. Amen. <laughs> <laughs> mm. na hilo tatizo linakuwa limeisha. Mungu anajua namna, kwa, kwa sababu si kazi rahisi mm. mm. mm. Sasa mm -hmm. wana, wana, <hazira> okay, so hapo nyuma hilo jengo ndio mm. tunajenga sasa ofisi na chumba cha chekechea

Leo Makono Production ndio anachukuliwa habari. Eh, leo ndio anachukuliwa habari mwenyewe.

saikolojia yake ikiwa vizuri, ndio lazima hata darasani afanye. Kwa mfano watoto waliomaliza form 4 mwaka yeah, huu ya kwanza wote wamepata division 1. Lazima. Kwanza maisha wanaishi hapa kuna mkazikia, yani kuna nikisema hasa kwa Tanzania sijajua kwa wenzetu wa Kenya, lakini mimi nadhani kasema kuna asilimia kubwa karibu 50 wa wana wazazi lakini hawaishi. Hata Kenya, Hata Uganda, Afrika kwa ujumla. Uh-hmm mimi mazingira kuyafikia hicho kiwango, hata nyumbani mara nyingi akipo akipo, kwa nini tuna walelea hiki kiwango mm? Sisi hapa tulipoanza hapa, mi na mme wangu hapa tunasimamia mi na mme wangu mm. Baadaye tutakuwa na masista pamoja mm. Lakini ni kwamba haina maana kwamba kwa sababu mtoto ni yatima mm, mm, ndio apate makapi aishi kama mtoto mwingine yeyote, ambapo kwamba kama vile angekuwa na baba na mama, unavyomlea mtoto wako nyumbani, apate zile raha. Hata kama ana lile pengo, huwezi kuzipa kuziba ile gapu ile, mtinesi ya ndani, lakini basi mpe raha. Mm. Yeah. Na je, mimi na swali kutokana na mazingira yenu yalivyo mazuri, mnafanya research gani muhakikishe mnachukua watoto wenye uhitaji? Maana mtu anaweza akafanya ujanja, anaweza mm. mm. akamchukua hata mtoto wake akampeleka kwenye nyumba fanya kamda huko kwa mbibi mzee, mm. mwambie wazazi wake walishakufa kufa, mm. ndio mtoto au mjukuu amebaki hapa na bibi mzee, kumbe unakuta mtu ana wazazi. Mnatumia njia gani? Maana hapa nadhani kama ni sehemu mtu anatamata mtoto wakiakai <laughs> <laughs> <laughs> <Mtano hata tamani laughs> <bifu? laughs> nimeacha sib kule, ningekuonyesha mazingira ambayo tunatoa hawa watoto uh, ni Umasaini. Uh, pagumu, uh, pagumu, uh, pagumu kweli. Uh, yaani hata yule bibi unayemwacha pale unatamani naye ungesema bibi, twene nikuchukue. Unaona uh, uh, okay. naona naki watu kuwatembelea na lakini, sasa kwa um, kwa kuhakikisha kwamba huyu ndiye ni mhitaji hasa mm. tunapitia ustawi wa jamii kama nilivyokuambia, ndio wanaotuletea mm. nao ndio wanaenda wanahakiki mm. Lakini kabla na wao hajatuletea, pia na sisi tukahakiki ni kweli mnatuletea, kwa sababu hizi njia za mm. kona, kona mwanadamu mm. yuko nazo yeah. nyingi. Kwa hiyo tunaenda tunahakikisha ni kweli huyu mtoto mm. ni mhitaji kiasi hicho, basi tunamchukua na tumpatie ile huduma ambayo kweli anahitaji apatiwe. Kama ameathirika kisaikolojia, basi tufanye psychotherapy, wao tunakuwa na counselors wapo. Na sasa hiki kituo kina watoto wangapi wote jumla sasa hivi? Eh, kina watoto 60, na sasa hivi wako sabini na mbili pamoja na wale ambao wako shuleni, wale ambao watarajia jioni. Sasa ndio wengine wako bodi form 4 wame shule imeomba wakae boarding mm. fomu 4 na fomu 2. Kwa hiyo wanaolala hapa ni wangapi? ko sitini na mbili ndo ni wamba sitini na mbili kilifika kati ya 62 sitini na mbili ndo kuna ambao wako boarding pia. Kwa hiyo ao sitini na mbili ndo wanalala hapo. Shukrani, tunashukuru sana. Mungu awabariki, barikiwe sana. Tuna mradi wa ng'ombe ambao unatupatia biogas Ndo maana jikoni amjapita ndo maana pako pasafi, tunatumia biogas okay, japo kuni pia tunatumia kule nje mm. Lakini simesikia mwaka huu ni mwisho wa kutumia nini kwa mm. Tumejitahidi tuweke ng'ombe ambazo zipate biogas, biogas ndio. Lakini pia tuna mradi wa nguruwe, kwa hiyo tunauza pia kitimoto mm. Tunachinja <laughs> na tunadeliva mjini pata <laughs> mteja So ila kwa sababu jengo linajengwa hapo mm, mm, na hawa watoto wadogo tumewachukua mwaka huu, kwa hiyo tumehifadhi tu kwa muda hapa seven, darasa litakuwa propa pale ambacho kinaangalia watoto vizuri, kwa kweli ni mfano wa kuigwa hata kwa vituo vingine, kwa sababu mkikaa mazingira kama haya, mkiwapa watoto mazingira kama haya, mtoto hata kisaikolojia anasahau. Mimi nadhani hata watoto hawajui kama wako kwa bibi, wala wakana, wanajua tu wako bibi na babu. Kwa hiyo nadhani ni wito hata kwa vituo vingine wajitahidi Kufanya kama hivi, mponyeshe mtoto ki psychology. Tumefurahi, tunajapo kidogo. Jana nilikuwa na uzinduzi, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, alinibariki naanamnu kasema huwa nayakumbuka makundi haya. Kwa hiyo nikasema niji niwaone, nije mahali hapa, naomba mpokee kidogo. Tunashukuru, sio kidogo, ni kingi, kwa sababu hatukuwa nachoia ulipo

Lakini msifungue kwanza, sawa? Wametoa kunywa juisi safi, pokea mikono miwili miwili, semeni asante.

E Bwana, kwa ajili ya watoto wako mahali hapa. Asante Mungu, asante Mfalme, kwa ajili ya jeshi hili uliolituma mahali hapa. Mungu Baba, vituo viko vingi, lakini umetukumbuka, umeona kwamba waje mahali hapa. E Bwana, wamemkumbuka mahitaji eh. Mungu Baba, nasi tunaomba, hatuna kingine tunachoweza kuwapa Bali tunawainua mbele zako mfamo, Mungu wa miungu usiwaache, usiwapungukie baraka yetu. Mungu tunaomba mpaka kizazi cha nne, kwamba sadaka hii Bwana iendelee kunena mbele zako mpaka kizazi cha nne kikapate kukumbukwa kwa sadaka hii mfamo, sadaka ya muda, sadaka ya mafuta wameendesha mpaka hapa. Mungu Baba, tunasihi usiwaache, usiwapunguke. Tunaomba kwa ajili ya ministri ya binti yako Bwana Janeth ikapate kuchanua, uipake mafuta lakini Mungu uitie manukato ulio njema kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako Baba. Ninaomba kwa ajili ya wote pia wana huduma mbalimbali, Mfalme, wana familia, wana watoto watoto wao wasiwe mikie habari licho, kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana, tunaomba na kushukuru amen. Kuna mchungaji hapa, tusiondoke bila kuweka mkono juu

hizi zikitolewa na watumishi wa Mungu walioko mahali hapa na la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana.